Samu wangu ni kwamba uh, tunaona yara ambayo yanaendelea hapa Tanzania ni kama yara ambayo yanaendelea Uganda, ni kama yara yanaendelea Kenya eh, ni kama kwamba serikali za hizi nchi hasitaki eh, eh, upingamizi, na hiyo haiwezi kuwa mzuri, hiyo haiwezi kuwa mzuri, sababu wananchi wao wenyewe watakataa hatutaki rafsha, hatutaki rafsha kwa kwa nchi hizi zetu. Tunataka siwe na amani na kasi iendelee. Sijui ni sababu gani walirudishwa e, mimi sikukuwa na upingamizi wowote. Sijui ni sababu gani walirudishwa e, lakini kitu tu naweza sema e, ni kwamba haionekani vizuri, haionekani vizuri kwa wakirudishwa, wakati wanakuja hapa tu kuangalia ni nini inafanyika. Hiyo ni kweli, nimeulizwa na nimekubali ku, ku, ku uh, kupigania hiyo hiyo hicho kiti, na kitu mimi naomba tu ni fair and free election. Fair and free election, ili wananchi wenyewe waamue ni nani anakuwa kiongozi wao, hiyo yeah, ndio inatakikana kila, kila nchi, na amani itaendelea na, na, na, na, na kazi itaendelea